Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama sababu zilizomfanya Roho kumiminwa duniani, Roho wa Mungu kumiminwa duniani. Aa, leo tuko sababu ya tatu. Kitabu kinachotuongoza ni Yoeli sura ya pili mstari wa 28. hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wake katika siku zile nitamimina roho yangu. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, asante kwa kufuatilia kipindi hiki muhimu, nami naamini kimekuwa baraka mno kwako na usiache kufuatilia, maana kitaendelea kuwa baraka mno kwako kadiri kunavyokucha na kuendelea. Tunazidi kupata maono mapya na mafunuo mapya kukuhusu. Kwa hiyo usiogope, endelea kufuatilia. Ubarikiwe sana. Leo tunaangalia sababu ya tatu, nayo ni kuwafanya watumishi. Kuwafanya watumishi. Sababu ya tatu ni kuwafanya watumishi. Sababu ya kumiminwa kwa Roho Mtakatifu kwa wanadamu ni kuwafanya wawe watumishi wa Mungu. Msali wa 29 anasema: tena juu ya watumishi wenu, waume kwa wake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Sababu ya kumiminwa kwa Roho ni kuwafanya kuwa watumishi, wanaume na wanawake. Mimi ni mwanaume, yawezekana wewe ni mwanamke sisi sote ni watumishi wa Mungu. Wewe ni mwanamume, wewe ni mwanamume wako, wanawake pia, hawa wote ni watumishi wa Mungu. Kama ni hivyo, Mungu ametuchagua sisi sote kuwa watumishi wake kwa kutujaza wingi wa roho wake ndani yetu. Ye, wewe ni mfanyakazi wa serikali, wewe ni mtumishi wa Mungu kwa sababu serikali zote zimewekwa na Mungu. Je, wewe ni mfanyabiashara? Wewe ni mtumishi wa Mungu. Je, wewe ni mkulima? Wewe ni mtumishi wa Mungu. Je, wewe uko kwenye sekta gani? Popote pale ulipo, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wengine wanasema ah, watumishi wa Mungu ni wachungaji, maaskofu labda na wainjilisi Hapana, kila mtu ni mtumishi wa Mungu, ili mradi umepewa Roho wa Mungu, wewe nawe ni mtumishi wake. Kwa hivyo lazima wewe utumike katika ofisi hii ya Mungu tunakotumika pamoja. Jambo lililo kuu katika kuwa mtumishi ni uaminifu, ni uaminifu. kisoma wa Korinto wa kwanza sura ya nne, mtume Paulo anasema mawakili wanapaswa kuwa waaminifu. Wakili maana yake ni mtumishi kama wewe ni mtumishi, jambo linalokupasa katika maisha yako ni kuwa mwaminifu. Uaminifu umewaweka mahali pa juu walio wengi, kosa uaminifu kumewashusha walio wengi. Je, unatumika kwenye sekta gani? Tumika kwa uaminifu. Je, unatumika kwenye shamba gani? Tumika kwa uaminifu. Je, unafanya biashara gani? Fanya kwa uaminifu. Wote ambao wamefanya kwa uaminifu viwango vyao vimepandishwa juu, vyao vyao vimepanda. Kwa hiyo uaminifu umewafanya wengi kupanda juu, kukosa uaminifu kumewaumiza wengi, kumewashusha walio wengi, kumewaharibia wengi. Kitu muhimu, wewe mtumishi wa Mungu uliye na roho wa Mungu, ishi kwa uaminifu, fanya kwa uaminifu. Mungu anapenda waaminifu, kila mwaminifu anampandisha juu. Yeye ungependa kupandishwa juu? Wewe fanya kwa uaminifu, ukimngoja Bwana, iko siku utapandishwa juu, iko siku cheo chako kitapanda, iko siku utafanikiwa, biashara yako itakuwa, iko siku utaitwa mkulima bora kubwa, iko siku utaitwa mfugaji bora. Kwa hiyo kila sekta wewe, kitu muhimu, ulipo pale, tumika kwa uaminifu. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie, tukutane tena kwenye kipindi kingine kinachokuja. Bila shaka utafuatilia na kuona kinachokupasa katika maisha yako kukijua. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Kwa njia hiyo, Mungu atakubariki, nami nitaendelea kufurahishwa na kuleta kipindi hiki. Asante kwa kuwa umekuwa nami na Mungu wa mbinguni akubariki, kwa jina la Utatu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.